matendo yake yananyanyuliwa yanapelekwa kwa Allah subhanahu wa taala. faan Usama bnu Zaidi kultu ya Rasul Allah, Usama bnu Zaidi asema alisema, ewe mjumbe wa Allah, lima araka tasumu shahran min ashhur ma tasumu min kuona nofunga Shaban, sijawahi kukuona mwezi unofunga kuliko Shabani unavyofunga. Mtume akasema dhalika shahrun, huu ni mwezi yaghfulu nas, wanaghafilika watu anhu nao baina rajabi wa ramadhani. Mwezi huu bai uko baina ya Rajabu na nini, na mwezi na nini na, na Ramadhani. Rajabu ni mwezi mtukufu, Ramadhani ni mwezi mtukufu. Rajabu imekuja utukufu wa wake katika nini? Katika Qurani. Ramadhani imekuja utukufu wake katika nini? Katika sunna. <laughs> Na hii ni kaada ya kawaida, haramu ya maka imekuja utukufu wake kwa nini? Kwenye Qur'an. Haramu ya Madina utukufu wake umekuja kwa nini? Kwenye sunna. Hivi ni vitu vipi? Sasa miezi ambayo Rasulullah SAW alikuwa anafunga sunna zaidi ukiacha Ramadhani. Ramadhani ni fardh. Ni mwezi wa Shaaban. Mtume akasema jawabu aliyotoa nini?

ndiko walikokuwa wanaelekea, wakati kibla kinabadilishwa, kina mtume yuko Madina baada ya kuswali mwaka moja na miezi miezi mingapi, yani tuseme miezi kumi na sita mwaka moja na miezi minne takriban, kibla kikabadilishwa, lakini kilibadilishwa mwezi gani? Huu mwezi mtume alikuwa katika masjidi Banu Salam na aliswali na kibla mbili, na ule msikiti baadaye ukawa unaitwa masjidi nini? Kibla taini, masjidi nini? Kibla taini.

Nyelekeeni uso wenu masjidi al nini baitil haram, ukiwa China, ukiwa wapi, wote wataelekea. Kuna watu watakaelekea hivi, wengine hivi, wengine hivi, kibla kinakuwa Maka na uzuri, Maka ni katikati na kitovu cha dunia hii. Fadhila ya pili bimaana, ndugu zangu, funga katika Rajab, katika mwezi huu zinatakikana kujitahidi, mtu ajitahidi sana, Jumatatu, Alhamisi, masiku meupe, ajitahidi kufunga ndani ya mwezi huu. Rasulullah SAW alifunga sana sana. <tot> Tatu wa sababu thani anna shabana yakha baina shahraini jalilaini. Hii tumesema Shabani natuka baina miezi miwili mitukufu. Rajab huwa shahru harami, mwezi wa Rajab ni katika miezi mitukufu, na Ramadhani huwa shahru siami, na Ramadhani ambaye ni funga ya nini ya mwezi wa Ramadhani. Hizi ni fadhila zake.

zaidi anavyofunga mwezi wa Shaaban, fa innahu kana yasumu shaabana kullah, alikuwa anafunga Shaaban yote, bi maana kullaha, ay mu'dhamuhu au aghlabuhu, yani kiasi kikubwa cha mwezi alikuwa yeye anafanya.